Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ubalozi wake unaowakilisha nchi za Ubelgiji, Luxembourg pamoja na Umoja wa Ulaya, European Union EU, umeandika barua kwenda katika Bunge la Ulaya, European Parliament ukipinga maamuzi ya bunge hilo kupanga kujadili masuala yaliyotokea nchini Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Barua ya ubalozi huo wenye makao yake jijini Brussels nchini Ubelgiji iliyotumwa kwenye bunge la Ulaya Novemba 25 mwaka huu ilibainisha kuwa mjadala huo uliofanyika Jumatano Novemba 26 mwaka huu wa 2025 ulihusu masuala ya ndani ya nchi yanayogusa uhuru, yaani sovereignty na heshima yake, hivyo lazima serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipate nafasi ya kusikilizwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipinga uwepo wa mjadala huo kwa kuwa haikupewa nafasi ya kusikilizwa na bunge hilo la Ulaya, hatua ambayo ingepelekea kutoa ufafanuzi na kujibu hoja za wabunge wa bunge hilo kabla bunge hilo la Ulaya halikufikia maamuzi ya kujadili. Aidha, Tanzania imesema mjadala huo ulikiuka makubaliano ya Samoa, yaani mkataba ambao unaongoza mahusiano ya Organization of African Caribbean and Pacific States OACPS EU, ikibainishwa kuwa kufanyika kwa mjadala huo kulikuwa kuna kiuka moja kwa moja vipengele kadhaa vya mkataba tajwa, kama vile mazungumzo ya pande mbili, heshima ya pande zote, na kwamba mara zote suluhisho la migogoro hufanyika kwa mazungumzo, ambapo hilo pia si la upande mmoja. Barua hiyo iliendelea kusisitiza kuwa Tanzania haikualikwa kutoa ufafanuzi katika kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya, yani AFET; hivyo uwepo wa mjadala huo ni ukiukwaji wa kanuni za haki ya asili ikiwemo haki ya kusikilizwa kikamilifu. Kupitia barua hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilisisitiza kuwa inaendelea kuheshimu misingi ya demokrasia, haki za binadamu na utawala bora. Aidha, serikali hiyo pia ilieleza kwamba imeunda tume huru kwa ajili ya kufanya uchunguzi wake wa uhuru kufuatia matukio yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu wa 2025 ambapo baada ya kukamilisha kazi hiyo tume itatoa matokeo yake kwa uhuru. Serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza kuwa inathamini uhusiano wa muda mrefu uliopo baina yake na Umoja wa Ulaya EU na kwamba inaamini kwenye mazungumzo kama msingi muhimu wa mahusiano kuliko hukumu ya upande mmoja. Mwisho kabisa, serikali ya Tanzania iliomba kuhairishwa kwa mjadala huo hadi hapo itakapopewa nafasi ya kutoa maelezo yake rasmi au ingeruhusiwa kushiriki kwenye kikao hicho cha bunge la Ulaya na kutoa mada wakati wa mjadala. Ikumbukwe kuwa bunge la umoja wa Ulaya European Parliament iliizungumza ya kwamba Jumatano Novemba 26, mwaka huu wa 2025, ilitarajiwa kuijadili Tanzania kupitia mada isemayo Post Election Killings and the Deteriorating Human Rights Situation in Tanzania including the case of imprisoned opposition leader Tundu Lissu, yaani madai ya uwepo wa mauaji baada ya uchaguzi mkuu na madai ya kudhoofika kwa heshima ya haki za binadamu nchini Tanzania ikiwa ni pamoja na kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Katika hatua nyingine, wasilisho maalum lilifikishwa mbele ya ofisi ya mwendesha mashtaka yaani OTP wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, ikiwa ni kwa mujibu wa kifungu cha 152 cha mkataba wa Roma wa mahakama ya kimataifa ya jinai. Taarifa ya wasilisho hilo ilidai kuonesha uhalifu dhidi ubinadam ya ubinadamu kwa raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuzingatia kile kinachodaiwa kuwa ni mashambulizi ya kimfumo yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Ilidaiwa kuwa uhalifu huo ulirekodiwa katika mawasiliano ikijumuisha ukiukwaji wa kifungu cha saba cha sheria ya mawasiliano ambapo Waleta maombi walidai kuwa sheria zimetekelezwa kama sehemu ya shambulio lililoenea au la kimfumo lililoelekezwa. Hata hivyo, mara kadhaa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Lame Kinchemba na msemaji mkuu wa serikali Galison Msigwa walijitokeza kukanusha vikali madai hayo ambayo kimsingi yamekuwa yakiripotiwa zaidi na vyombo vya habari vya nje ya Tanzania, baadhi ya wanasiasa wa upinzani na wanaharakati, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Hoja kadhaa zimekuwa zikielezwa na, eh, hoja kadhaa zimekuwa zikielezwa na serikali, kiwemo kwamba jambo hilo linachochewa kama sehemu ya vita vya kiuchumi na kukosekana uzalendo kwa baadhi ya watu ama kwa baadhi yetu. Serikali inadai kuwa kilichotokea Tanzania Oktoba 29 na siku zilizofuata hayakuwa maandamano kama inayoelezwa bali ni vurugu ambazo zimesababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi, majeruhi na vifo. Hata hivyo, serikali imeendelea kusisitiza kuwa hatua ya rais dr Samia Suluhu Hassan kuunda tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu na siku zilizofuata ni hatua nzuri na ya kusubiriwa ili ije na majibu kamili ya kilichotokea. Lakini richa ya serikali ya Tanzania kulalamika kutopewa haki ya kusikilizwa na Bunge la Ulaya, e, bado Bunge hilo la Ulaya lilifanya mjadala wake na kuijadili Tanzania siku ya Novemba 26 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa hasa mara baada ya serikali ya Tanzania kulalamika kutopewa nafasi ya kusikilizwa na bunge